E, mi ni James Wanjala Wekesa. Aa, mwenye me katika na mziba ni ndugu wangu mdogo. Tulipata ripoti kitu kama saa saba usiku kwamba moto unashika nyumba pande huu, na kweli tukakimbia, wakati tulipata mnana wa majirani walikuwa wanajaribu kujaribu kuokoa, lakini haikuwezekana. Na huyu mjomba si mjomba tu alibaki kama baba kwa sababu babangu alikufa when I was class 4, na wakashughulika mpaka saa hizi. Mimi ni mama wa kwangu eh, nimepoteza watu wangu wazuri ambao nilikuwa nategemea. Na chanzo ya hiyo moto, tunataka tufate vizuri, tujue ni nini imefanyika pale. Uchunguzi kuje fanywe, tuelezee hata tu hii, watudanganye kwamba tu hata tumeokota hii na hii, tuenda kufanya uchunguzi, tualetea majibu, hakuna Anabeba tu mwili na wanatuambia nenda kufanya uchunguzi mbele. Aje? Hiyo maandiko wapi? Hiyo ni uongo. Tunataka wale DCI nasikia wako hapa Mkuyuni. Ni kama kazi yao hawajui. Wananchi siku hizi pia tumesoma. Unapokuja kufanya uchunguzi, tunajua mtu anafanya uchunguzi. So pale kwa DCI tunataka watuletee ripoti kamili. Na tena, watatoa ripoti kamili aje na hapo wao kufanya kitu chochote. Walibeba tu mwili. Mwili itafanya uchunguzi aje? So tunataka tujue chanzo cha moto ilikuwa nini? Ni nini ni, ni, ni stima? Tumesema ni uongo. Jinsi aliaka nimeona usuni kubwa sana kwa sababu mtu kuenda na bwana na mchukuu ni uchungu, kwa sababu ametuacha tena, amewacha watoto. Lakini wakati nilisikia nilisikia uchungu sana, Daudi amepote, ame, kama ni m...